Ambayo yana jina la Chato Samia Kapu yamefadhiliwa ama yameandaliwa na kiongozi wetu William James ambaye ni mwenyekiti wa chama Cha Mapinduzi kata ya Bwanga chini ya ufadhili wa kampuni ya Kasil ambayo kampuni hiyo yuko chini ya mkurugenzi Titus Charles Kabuo ambaye pia ni mwenyekiti wa wachimbaji mkoa wetu wa Geita ameamua kuanzisha mashindano haya pamoja na kuungana na viongozi wengine kwa ajili ya kuleta vijana kuwa pamoja kwenye masuala ya kimaendeleo kwa ajili ya vijana wetu waweze kupata ajira, lakini pia zaidi ni suala la afya, kwa sababu wote tunafahamu michezo ni afya. Sasa wakati mwingine vijana wetu wanakuwa kwenye makundi ambayo eda kwenye jamii kule, ni makundi ambayo yanawapotosha, yana, ni makundi ambayo yanaharibu ujana wao, lakini kupitia michezo hii mmoja, itawasaidia kutengeneza ajira, kwa sababu hapa anaweza kupatikana wachezaji wazuri wakaenda kwenye ngazi zaidi, na hapa kwa maana hata kwenye ngazi za mkoa timu zile ambazo zinacheza zina, zina, zina ligi daraja la kwanza, lakini pia hata kwenye ligi daraja kwa maana ligi kuu. Kwa hiyo tumeamua kufanya hivi kwa ajili ya kuwaleta vijana wetu pamoja na mashindano haya yana jumla ya timu kumi na mbili ambapo timu hizo kumi na mbili zinatoka kwenye kata tisa za jimbo la Chato Kusini, ambalo ya jimbo la Chato Kusini tuna tarafa mbili, tuna tarafa ya Bwanga pamoja na tarafa ya Buseresere. Kwa hivyo kwa mapenzi mema ya viongozi wameamua kutengeneza ligi hii ama bonanza hili ambalo ufunguzi wake ni leo tarehe 15 mwezi wa sita, na litaendeshwa ndani ya wiki mbili mpaka tatu, kwa maana tunatarajia fainali ifanyike tarehe saba mwezi wa saba ama tarehe kumi kulingana na ratiba zitakavyo zitakavyotuongoza. Kwa hivyo ni mashindano ambayo yamefata taratibu zote za kiserikali, yana vibali vyote vya kiserikali na waamuzi wapo ambao ni waamuzi wenye fani ya uamuzi, sio waamuzi tu wa kuchukua ama kuokota barabarani. Ni dhamira nzuri na ni fikra sahihi kabisa kuanzisha bonanza hili ambalo sio tu litakwenda kuleta afya nzuri kwa vijana wetu na kuwatoa katika makundi yanayokwenda tofauti na maadili yetu ya Kitanzania na Kiafrika kwa ujumla kwa kuwa walevi kupindukia, uchezaji wa kamali usiokuwa na mipaka, na mambo mengi yanayopoteza muda. Hivyo basi michezo hii inakwenda kuwa chachu kwenu, kuwajenga kiafya, kuwajenga kifikra, lakini pia kuwafanya muwe wamoja zaidi, kwa sababu mkishakuwa marafiki mkakutana pamoja lazima mtaendeleza umoja. Naam, ni, ni michuano mizuri sana, ni michuano ambayo inatukusanya vijana na kutuleta pamoja, lakini vilevile vile inaibua na kuendeleza vipaji vya vijana, kama ambavyo tunafahamu saa hizi e, tasnia ya maendeleo ya michezo e, michezo ni kama ajira pia ukiachana na kucheza na kuboresha afya ya miili yetu, lakini vilevile vile na kukutana na watu mbalimbali, kuwa na mahusiano na watu mbalimbali mbali, lakini vilevile hii vile, tunaitumia michezo kama ajira, kwa sababu sasa hivi tunategemea michezo itutoe hapa tupeleka sehemu nyingine na kuboresha maisha yetu, eh, kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo nadhani ni mashindano mazuri sana haya, na ikiwezekana at least kila mwaka yawepo ili yaweze ya kuendelea kuibua mbali mbali, vipaji mbalimbali, lakini na kufanya vijana waweze kujiajiri. Ukiachana na kuibua vipaji yanawafanya vijana waweze kupata ajira. E, lakini vile vile yametuleta vijana pamoja. Ina maana sasa hizi pengine vijana wangekuwa kwenye shughuli zingine ambazo hazichochei maendeleo ya taifa, lakini kwa sasa hivi hapa wako pamoja hapa, tunajumuika kwenye michezo vilevile tumejuana na watu mbalimbali mbali, lakini vile vile inawezekana watu wakaonekana hapa wakaendeleza vipaji vyao na wakaitumia hii kama ajira. Naipenda sana michezo. Michezo hii imetufanya sisi vijana tumekusanyika. Kwa tofauti kwa namna moja ama nyingine, ni vijana ambao tunaacha shughuli zingine, hasa michezo imetufanya vijana walio wengi wamejikita katika mpira wa miguu, wameacha kuvuta bangi na madhara mengine kule nje. Hiyo ni ishu ya kwanza, lakini ishu nyingine sasa hivi mpira sisi tunacheza, tunatambua ni kama ajira. Vijana wapo wengi na wanahitaji company. Mimi niombe tu kwamba kwa sababu wamejitokeza walio wengi, na ndani ya tarafa na ndani ya hiyo na ndani ya hiyo wilaya, ni vijana ambao wapo na kongamano kubwa sana. Mpaka sasa hivi unapoona hapo, wapo umati ni mwingi sana wa wachezaji ambao waliopo wamekuja kwa kumshukuru, kwa sababu kampuni la Kasil limewasaidia kupata vifaa vya michezo kama jezi, mipira, paka na koni, na bipsi, watu wamepata